Karibuni katika dokumentari hii inayozungumzia watu wasiojulikana. Wiki chache zilizopita niliwaahidi kuwa nitakuwa nikiwaletea documentaries takriban kila wiki kadri muda na nafasi itakavyoruhusu, lakini hapa kati imekuwa sio rahisi. Documentaries hizi zinakuja katika mfumo wa kitu ambacho mimi wanaita uvuvi kina. Uvuvi kina kwa muktadha wa uvuvi ni pale mvuvi anapoingia chini kabisa ya bahari kwenda kutafuta samaki waliobora. Kwa hiyo dokumentari zi, hizi zinakuja katika muktadha huo ambapo naingia kwa ndani zaidi kuhusu mada husika na kuileta kwenu. Jitihada ni kuhakikisha kuwa mada inakuwa sio ndefu sana, lakini inakuwa imejitosheleza na vitu vya muhimu na vya kuvutia. Kwa hiyo mada ya dokumentari hii inahusu watu wasiojulikana. Tanzania imekumbwa na wimbi la vitendo vya utekaji, utesaji na mauaji ya kisiri vinavyofanywa na watu wanaoitwa watu wasiojulikana. Wahanga wa vitendo hivyo mara nyingi ni wanaharakati, watetezi adamu, wa haki za binadamu na wakosoaji wa serikali, lakini, lakini pia wanasiasa wa upinzani na wanachama wa kawaida wa vyama vya upinzani. Lakini chama ambacho kimekuwa wahanga wakubwa wa vitendo vya watu wasiojulikana ni chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Kadhalika waandishi wa habari na hata viongozi wa dini pia wamekuwa wahanga wa watu wasiojulikana. Pia wananchi wa kawaida, raia wa kawaida wasio na nyadhifa zozote au shughuli yoyote maalum pia wamejikuta wakiandamwa na hawa watu wasiojulikana. Wakati ni vigumu kusema kwa uhakika tarehe ngapi, tarehe gani hasa watu wasiojulikana walianza kusumbua, yumkinika kutanabaisha kwamba hali ilianza kubadilika baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, ambapo mazingira ya kisiasa yalibadilika kwa kasi vyombo vya habari vilibanwa, mikutano ya siasa ilipigwa marufuku, na ndani ya haya, tukio lenye uzito mkubwa zaidi kuhusiana na watu wajulikana liliibuka. Hii ilikuwa ni Novemba elfu mbili na kumi na sita, ambapo Ben Saanane, kada mwandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, alikuwa pia msaidizi wa mwenyekiti wa wakati huo wa Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe, alitoweka jijini Dar es Salaam. Aliondoka ofisini usiku na hakuonekana tena mpaka leo. Familia yake na chama chake walifuatilia swala hilo na kuripoti polisi, lakini hakuna taarifa hadi hivi sasa. Kadhalika, mwaka uliofuata kulikuwa na matukio makubwa mawili. Katika tukio moja mwezi April elfu mbili na kumi na saba msanii wa Bongo Fleva Roma Mkatoliki alitekwa akiwa studio na wenzake watatu, waliteswa, walifungwa macho na baadaye walitupwa kwenye ufukwe wa bahari, kwa hiyo walipatikana baada ya siku chache. Um, Roma alisimulia mateso waliopitia, lakini baadaye alionekana kama kutishwa asizungumzie zaidi kuhusiana na swala hilo. Miezi michache baadaye lilotukia tukio, tukio kubwa zaidi, uh, katika mwaka huo na pengine lililotikisa zaidi katika medani za siasa. Hili lilikuwa ni jaribio la kumuua uh, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambapo Septemba 7 ya mwaka huu 2017, alimwagiwa lundo la risasi akiwa mbele ya makazi yake huko Dodoma. Licha ya kauli za serikali kwamba uchunguzi unaendelea, lakini hadi leo hakuna mtu aliyokamatwa na wala hakuna taarifa yoyote kuhusiana na uchunguzi wa swala hilo. Novemba ya mwaka huu huu 2017, mwanahabari Azory Gwanda alitoweka huko Kibiti. Alikuwa mwandishi wa habari Alikuwa akifuatilia wimbi la mauaji yaliyokuwa yakitokea katika eneo la Rufiji Mkuranga na Kibiti, eneo hili maarufu kama uh, Mkiru. Aliondoka na watu waliokuwa kwenye gari jeupe, lakini hakuwahi kurudi. Uh, alikuwa waziri wa mambo ya ndani wakati huo uh, Lugola alidai kuwa mwanahabari huyo alipotea mwenyewe, lakini baadaye waziri wa sheria wakati huo uh, Profesa Kabudi alikiri kwamba amefariki kabla ya kukanusha Um, baadaye mwaka uliofuata elfu uh, mbili na kumi na nane mwanasiasa huyu wa chama cha ACT uh, Simon Kanguye wa Kigoma alitekwa na mpaka leo hajulikani alipo. Baadaye mwaka huo huo elfu mbili na kumi na nane yalitokea matukio makubwa mawili, um, si kwamba hakukuwa na matukio mengine, lakini haya yalikuwa ni makubwa zaidi, ambapo wanasiasa wawili wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema waliuawa. Haya yalikuwa um, ni mauaji ya Daniel John na marehemu Daniel John na marehemu Godfrey Luena. Uh, hii hili ilikuwa ni Februari elfu mbili na kumi na nane. Marehemu Daniel John alikutwa mwili wake ulikutwa Coco Beach uh, ukiwa umechinjwa mauaji ya kinyama kabisa. Wiki moja baadaye, diwani wa Chadema uh, Godfrey Luena huko Morogoro aliuawa kwa mapanga nyumbani kwake. Polisi walisema wanachunguza lakini mpaka leo hakuna aliyeshtakiwa na uh, taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu ziliyataja mauaji haya kama ya kisiasa. Um, mwaka huo huo elfu mbili na kumi na nane pia kulikuwa na matukio ya utekaji ambapo mfanyabiashara maarufu Mohamed Deuji alitekwa um, uh, na mo, alitekwa mchana jijini Dar, lakini alirudishwa baada ya siku tisa. Kwa hiyo angalau kulikuwa na ahueni kwamba alitekwa lakini akapatikana. Lakini hadi leo hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na hili tukio la kumteka Mohamed Deuji. Pia uh, mwaka elfu mbili na kumi na tisa uh, Tito Magoti na mwenzie walikamatwa katika mtindo wa utekaji, walidhibitiwa bila mawasiliano, na baadaye kufunguliwa mashtaka na kuwekwa jela na kuweka gerezani kwa muda mrefu. Mashirika ya haki za binadamu yanasema kwamba polisi walikiuka taratibu na walionekana kabisa kuwa walitumia mbinu za watu wasiojulikana kumkamata Tito na mwenzake. Um, kipindi cha baada ya hapo hali kidogo ilikuwa ilitulia ili um, ambapo um, kulikuwa na baada ya kifo cha marehemu Magufuli, utawala ulibadilika, akaingia Mama Samia Suluhu Hassan. Na kwa kweli moja ya matarajio makubwa ya ujio wa mama Samia yalikuwa ni kwa huenda janga hili la watu wasiojulikana litapotea. Na kwa muda kulikuwa hakuna matukio haya. Na kama yalikuwepo basi yalikuwa sio yaliyosikika sana. Um, lakini moja ya matukio mazito um, yaliyotokea awali Um, katika kipindi ambacho um, Mama Samia baada ya kuingia madarakani ilikuwa ni mwanaharakati um, Maulidi Mtulia uh, alisema kwamba kuna watu hawajulikani walipo tangu awamu iliyopita, lakini hawajawajibishwa. Kwamba moja ya vitu ambavyo baada ya Mama Samia kuingia madarakani kilicho kilichokuwa kinajaribu kinajaribiwa kuongewa na kumtaka ni kwamba Uh, kama itawezekana, serikali yake jaribu kufuatilia kuhusiana na swala la hawa watu waliopotea, wahanga wa watu wasiojulikana. Na hofu ilikuwa ni kwamba kama hali itaachwa kama jinsi ilivyo, huenda ikajirudia tena, na yayumkinika kuhisi kwamba moja pengine ya sababu ya kurudia tena, kujitokeza upya kwa tatizo hili ni kwa sababu kimsingi, yale matukio yaliyotokea kabla ya Mama Samia kuingia madarakani hayakuwahi kupatiwa ufumbuzi, kwa hiyo bila kujali au bila kujua chanzo halisi ni nini, lakini tatizo limerudi, na yale ya awali matukio ya awali kwa kweli bado hayajapatiwa ufumbuzi. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne, uh, kulikuwa na matukio ya utekaji kadhaa. Miongoni mwa matukio hayo ni la kada mwenye kiongozi mwandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, uh, marehemu Ali Kibao, ambaye alitekwa katika basi na watu waliodai kuwa ni polisi siku iliyofuata mwili wake ulipatikana maeneo ya Nunio ukiwa umechomwa na tindikali. Ah, Rais Samia alilaani akiagiza uchunguzi, lakini hadi leo hakuna aliyekamatwa na hakuna ripoti yoyote kutoka serikalini au jeshi la polisi. Pia, Juni 2024, ah, kijana maarufu kwenye mitandao ya kijamii Edgar Sativa alitekwa jijini Dar na baadaye alikuja kupatikana huko Katavi akiwa katika hali mbaya alidai kwamba waliomteka walikuwa ni polisi lakini polisi walikanusha. Mwezi Agosti elfu mbili na ishirini na nne kulikuwa na tukio la kutekwa kwa Deusdedit Soka um, pamoja na wenzie wawili, lakini tukio hili lilikuwa na uh, uzito wa kwamba kabla ya kutekwa takriban mwezi mmoja kabla ya kutekwa Deusdedit Soka alitoa taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter kwamba anahisi maisha yake yako hatarini, kuna watu wanamfuatilia na lakini kwa mazingira alivyokuwa ni kama swala hilo alikuchukuliwa uzito wa kutisha hilo tukio uh, tahadhari hiyo ikuchukuliwa uzito wa kutisha mkubwa, na mwezi takriban mwezi mmoja baadaye, kweli yeye na wenzi wawili walitekwa na mpaka leo hawajapatikana. Zifanyika jitihada za kisheria uh, kulipeleka jeshi la polisi mahakamani, lakini mahakama ikaamua kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kwamba unaonyesha kwa polisi wamehusika na tukio hilo. Um, pia kulikuwa na tukio jingine ambalo uh, ka, kiongozi mwandamizi wa chama cha ACT Wazalendo Abdul Nondo alitekwa kituo cha mabasi cha Magufuli na baadaye akapatikana uh, kwenye ufuko wa, wa Coco Beach akiwa amejeruhiwa. Alidai aliambiwa na waliomteka kwamba aache kuikosoa serikali. Halafu pia kulitokea na tukio jingine la kutekwa kwa Aisha Machano Uh, huyu wa uh, Bawacha uh, yeye alitekwa akiwa Kibiti na taarifa zinaeleza kwamba alipigwa, alivuliwa nguo na kurekodiwa video ya udhalilishaji. Uh, alidai kuwa waliomtenda walitaka taarifa kuhusu kuchoma zawadi ya rais. Uh, halafu mwezi Agosti ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na nne kijana Shadrack Chaula aliyetumia kuchoma picha ya rais alitoweka siku chache baada ya kuachiwa na mpaka leo huyu kijana hajapatikana. Um, kwa hiyo haya ni matukio baadhi ya matukio makubwa yaliyojiri mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Uh, tukio moja ambalo liligusa hisia za watu na, na, sio tu kwa sababu lilihusisha watu wasiojulikana lakini lilianza kujenga taswira tofauti ya watu wasiojulikana, na hili lilikuwa ni kutekwa kwa Maria Sarungi. Tukio la kutekwa kwa Maria Sarungi lilitokea nchini Kenya. Maria ni Mtanzania lakini ameweka makazi yake nchini Kenya, na Maria anafahamika kuwa ni mwanaharakati maarufu na ni mkosoaji maarufu wa serikali. Sasa kwanini tukio hili liguse hisia za wengi? Kwamba huenda kwamba watu, watu wasiojulikana wameanza sasa ku, ku export, uh, kusafirisha huo utaalamu wao hayo maovu yao au, au, au, au, au, au, au, au, nje ya nchi, kwamba licha ya kwa kuwawinda watu ndani ya Tanzania, sasa wana uwezo wa kuenda mpaka nje ya Tanzania. Maelezo aliyotoa Maria Sarungi, anaamini kwamba watu walioshiriki katika jaribio hili la kumteka walikuwa ni Watanzania na aliwatambua hasa kutokana na lafudhi yao, kwamba lafudhi ilikuwa ni Tanzania lakini bahati nzuri alipatikana, lakini hadi leo hakuna maelezo ya kina, sio tu kutoka kwa serikali ya Tanzania, lakini pia serikali ya Kenya haijaelezea kwa undani kuhusiana na nani waliohusika na jaribio hili, japo Maria anaamini kuwa kulikuwa na mkono wa serikali ya Tanzania kushirikiana na serikali ya Kenya. Mwaka jana 2024 mwezi Julai uh, zilitolewa taarifa kwamba jumla ya watu 66 walikuwa waathirika wa matukio ya watu wasio Yulikana, na kulikuwa na idadi kamili ya majina ya wahanga hao ipo kwenye mtandao. Uh, baadaye kuna gazeti moja pia liliripoti kwamba zaidi ya watu 80 walikuwa wahanga wa watu wasiojulikana. Sasa kwa takwimu hizi yaunginika kusema mpaka sasa hivi mwaka 2025 mwezi huu Mei, pengine zaidi ya watu mia ni wahanga, kwa sababu pia mwaka huu kuna matukio mbalimbali yametokea. Matukio ya hivi karibuni zaidi ni uh, mwezi April huu elfu ambapo Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa baraza la maskofu katoliki Tanzania, alishambuliwa na watu wasiojulikana nyumbani kwake Kurasini, alijeruhiwa vibaya, na tukio hili lilikuja siku chache baada ya kauli zake za kukemea ukandamizaji, kukemea uonevu. Na Padri Kitima alisimamia sana swala la soka Deusdedit Soka kuhusu kutekwa na akawataka viongozi wa dini kuwa mstari wa mbele katika swala hili kufuatilia swala hili, lakini pia amekuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali. Kwa hiyo baadhi ya watu walihusisha ukosoaji wake na hili tukio, lakini mpaka sasa hivi polisi wanadai kuwa wanachunguza, hakuna matokeo yaliyo uh, tangazwa. Uh, pia jana niliripoti kuhusu taarifa zilizopatikana kwamba Askofu uh, Benson Bagonza wa KKKT, kadhalika mwanasheria Rugemeleza Nshala ambaye ni mwanasheria wa Chadema na mwenyekiti wa chama cha wanasheria Tanzania Boniface Mwabukusi kwa pamoja wameeleza kwamba maisha yao yako hatarini. Mwabu, wakili Mwabukusi aliweka kabisa message iliyotumiwa kwamba watu wana mpango wa kumdhuru na akienda Mbeya atadhuriwa. Kauli zao zinafanana na ya Mdude Nyagali ambaye pia naye ni mmoja wa wahanga watu wasiojulikana Soka, ambao wao kabla ya kutekwa pia walieleza kwamba wameambiwa kuwa maisha yao yapo hatarini. Kwa hiyo hiyo ndio hali ilivyokuwa, lakini kama nilivyosema, tukio la mwisho uh, la hivi karibuni zaidi ni la kumhusu md Mdude Nyagali uh, Mdude Nyagali uh, hili lilitokea hivi karibuni ambapo alitekwa siku chache baada ya kuandika uh, kwenye mtandao wa kijamii wa X kwa maisha yake yako hatarini. Alipatikana akiwa ya amejeruhiwa, uh, uh, alivamiwa um, nyumbani kwake uh, akapigwa, na watu waliompiga wakaondoka naye, mpaka sasa hivi haijulikani hali yake ikoje. Kwa hiyo, huu kwa kifupi ndio mlolongo wa matukio yanayohusiana na swala hili la watu wasiojulikana. Hebu tujadili kama Watanzania hapa kwenye comment, una maoni gani kuhusiana na swala hili la watu wasiojulikana? Asanteni na...